Mara baada ya misa kutakuwa na picha za pamoja na Mhashamu Baba Askofu mbele ya mlango mkuu wa kanisa kama ifuatavyo: ataanza Mhashamu Baba Askofu mapadre pamoja na watumishi wa misa, kisha Mhashamu Baba Askofu na watawa wote. Atafuata Mhashamu Baba Askofu na wafanyakazi wote wa seminari yetu, kisha mhasha mbaba askofu na waliopewa huduma ya utumishi wa misa, watafuata mhasha mbaba askofu na waliopewa huduma ya utangazaji wa neno la Mungu. Mwisho atapiga picha mhasha mbaba askofu na mwaka wa tatu. Naomba sasa ni ruhusu Nimkaribishe Baba Gombera ili awatambulishe wageni waliotufikia, kisha atatoa neno la shukrani kwa ufupi na matangazo, na mwisho atamwalika Baba askofu kwa baraka. Karibu mpendwa Baba Gombera.

sita na dakika hamsini tutaenda kwenye bwalo wa chakula la seminari, sote tuliopo na hivi wageni okay, wetu wote waliofika ambao ni wachate, tutawatambulisha wakati ule wa chakula ambao tutakuwa na chakula, chakula na burudani. Hivi ukitoka nje, sote ule utaratibu wa picha kama ilivyoelezwa na inaonekana makubu mwingine apaya hayapo E, wageni wetu wote waliofika wote wakatangika na masista wakapiga picha pamoja na baba skofu na makundi mengine kama ilivyoelezwa. Maana ilopela kazi e, waliopo wengi wapiga picha mwashakata baba skofu

Andrea. Asanteni sana watawa na wakurishi <laughs> makoliti karibu Asanteni sana maakoliti, karibuni malekta waliopewa huduma ya utangazaji wa neno la <laughs> Mungu karibunikaribui. Karibuni malekta malekta, karibuni. <laughs> mbele, <laughs> karibunia mbele kidogo Hakikisha unatabasamu vizuri. Tabasamu la uhakika. Asanteni sana, karibuni mwaka wa tatu. mtazamaji Kipalapala Seminari Online TV. Namshukuru Mungu kwa adhimisho hili la misa takatifu ambayo sasa imefika hatima yake, na hapa tunaye twalau mojawapo wa wale ambao wamepata huduma anaweza akatueleza ni kwa namna gani anajisikia hasa baada ya kupata huduma ya usomaji. Uh, kweli kabisa na uh, furahi sana na mshukuru uh, Mungu uweza kupata huduma hii uh, kwa sisi, wa kwanza kwa siku kwa ya leo tunapata huduma ya utangazaji wa neno, lakini pia kwa kaka zetu huduma ya utumishi. Basi ni furaha kubwa sana, ambao tumeweza kupata hiyo huduma na tukiwa katika safari kuelekea basi katika daraja la asan asante sana. Asante sana. Na hapa tunaye huyo ambaye amepata huduma ya usindikizaji au utumishi wa altare, naye anaweza akazungumza mawili matatu dhidi ya huduma hii. Ka ambayo mpenzi mtazamaji, ndivyo ilivyo katika mazingira hapa Kipalapala Seminari na watu wanaofika mahali hapa, basi ni katika furaha na shangwe

msemaji wa Kipalapala basi, tumekuwa naye hasa mliturujia huyu katika eneo hili, ambaye anafundisha masomo ya liturujia katika seminari yetu, lakini ni mliturujia wa jibu na hapa, anaweza akaeleza walau kwa ufupi, ndani ya dakika moja, adhimisho hili lilikuwa na maana gani hasa? Karibu. Asante sana mtazamaji. Kwanza namshukuru Mungu kwa siku hii ya leo na adhimisho hili ambalo limefanyika, ni adhimisho la kuwaweka vijana wetu wa fraterni katika huduma ya utangazo, utangazaji wa neno pamoja na utumishi wa misa. Hizi ni hatua ambazo zilizopo katika hatua ya kimalezi ambapo mtu anapata hatua hiyo ya usomaji au utangazaji wa neno, baadaye anapata utumishi wa misa, na baadaye shemasi na baada ya kuwa shemasi, hatua zingine basi kadiri Mungu na hivyo adhimisho hili lina maana kubwa katika kuandaa hawa e, waseminari kuelewa umuhimu wa huduma wanazopewa na kutumwa katika kanisa. Kwa hiyo tunawaombea na tunawatakia kila la heri kama alivyowaasa mhashamu baba askofu, waweze kweli kufuata taratibu zote zile ambazo basi watakazoelekezwa katika kutimiza utume wao huo, na tunawaombea Mungu awabariki sana na sisi hapa Kipalapala kwa kweli tumefurahi na tunashangilia sana asanteni nyote.

Basi tunapenda kuwashukuru sana waliohakikisha matangazo haya yanakufikia moja kwa moja kutoka popote ulipo hapa Tanzania. Tunamshukuru sana baba liturgia, baba Andrea Ruziga kwa kuandaa liturgia yetu nzuri kabisa, lakini timu nzima ya Kipalapala Seminari Online TV ikiwa inasimamiwa na frateli Yohana Makwe Konge kama mkurugenzi, lakini pia Petrus Fidelis kama katibu. Aliyekuwa katika kamera ni frateli Boniface Itimba kutoka jimbo Katoliki la Shinyanga. Lakini pia tunao waliopata huduma kati yetu ambao pia ni wanakitengo. Huyu ni Cassian Ntanga wa jimbo Katoliki la mtwara Mtwara, na hapa tunaye ni, ni, ni, ni, ni Lucas Minani wa jimbo Katoliki la Tabora. Huyu pia ni mwanakitengo. Tunapenda kualika wote kuendelea kuifuatilia Kipalapala Seminari Online Tv na matangazo haya pamoja na maana ya huduma hizi zote mtazipata kwenye chaneli yetu. Tayari tumekisha kuandalia video ambayo inaeleza matendo yote na umuhimu wa huduma hizi katika kanisa. Hadi wakati mwingine, ili kuhakikisha matangazo haya yanakufikia bila shida, mimi nifatili Yohana Makonge wa jimbo katoliki na Msoma. Hadi wakati mwingine, tumsifu Yesu Kristo.